Tunapataje jukwaa la vijana la mkoa? Sisi tunataka kutengeneza a centered youth forum ya mkoa kwa sababu vijana wa Njombe wakitaka kuonana wanaonana kwenye umbrella ipi, bila vyama vyao bila ideology zao zozote, huku kwenye makanisa, ikifika mwezi wa nne, nyewe mnajua ukwata wanaonana, TYCS wanaonana, Kasfeta wanaonana hasa wa Sabato wanaonana, Tamsia, Waislamu wanaonana. Ehe, ukija kwenye upande wa vyama vya siasa kuna umoja wa vijana wa CCM kuna baraza la vijana la Chadema na vyama vingine. Sisi kama mkoa tu customized kukutanisha makundi ya vijana wetu wote bila kuwa na misingi ya ideology, tujadili maendeleo, na ndio maana ili ni website ambayo ni Njombe Youth Development Program. Sasa mle ndani kuna content nyingi kwa hiyo pia jukwaa hilo, maana yake ni kwamba maafisa wetu wa vijana kwenye halmashauri watakuwa centered kukutanisha vijana kule chini, wataanza kuonana na wakuu wa wilaya, lakini mwisho watakuwa na forum ya mkoa na mnakuja na content. Tunasema mwaka huu halmashauri zetu zote zimetoa 10% kwa kiasi hiki na tafanya zile faamu kila baada ya robo ya mwaka, kwa sababu kila baada ya robo maake zile 10% zinagawanywa kwa mnakubaliana kwamba tufanye jukwaa vijana waweze kuona kwamba nini ambacho kimefanyika. Haitakuwa tena mambo ya siri haya mambo ya kulaumiana waliopata 10% <coughs> ni marafiki zake na diwani ni marafiki zake na mkuu wa wilaya ni familia za mkuu mkoa, yataisha. Maana yake ni kwamba itakuwa ni fursa sawa kwa wote, it will be too open, na watu watakuwa na access ya kuomba na tutaweka pale kijana yeyote ambaye sifa yake ni Mtanzania mwana Njombe. Ukiaccess pale unaenda kwenye mtaa wako mwenyekiti wa mtaa na kuthibitisha. Umesoma, hujasoma, na mimi kama mkuu wa mkoa amrede kubeba hiki kijiti kuona kwamba tunaenda kupata kitu ambacho kitamtafsiri Mheshimiwa Rais, hicho kizungumza kitamtafsiri waziri wetu wa vijana, Mheshimiwa Nanauka, kuja kwenye uhalisia kwa maisha ya vijana wa mkoa wa Njombe. Lakini tutaweka matawi ya kila kitu, peji za Facebook zitakuwepo peji za Instagram, zitakuwepo peji za WhatsApp, zitakuwepo. Namna ya kuaccess maafisa wanaohusika na miradi kwenye mkoa wa Njombe itakuwa ni rahisi sana, na tutawaomba kwamba masaa shine na tutalinki, tunalinki, na kwa mfano kuna idara ya malalamiko, kijana anapoomba mkopo kwenye ile 10% 10 amepata, wataweka pale majina na miradi, aliyekosa apate nafasi kujua ni kwa nini amekosa. Kwa hiyo vitu vyote vinakuwa ni wazi na kikubwa nilikuwa na transparency. Lakini tukitanua uwigo dunia iko kwenye kiganja, website yetu ikawa ni maarufu kwamba kijana wa Njombe anajua nikienda kwenye website zipo fursa. Fursa zao zinapatikana. Sisi hapa tuna Tanwat. Ananunua nguzo. Tunaweka vijana kwenye mikopo ya 10%. Hebu pateni mtaji wa kuuza nguzo shilingi milioni moja. Akachukua nguzo tukamwambia Tanwat, tani, tani watu nguzo zako unauza naye tunamuuza Tanesco tukasema sisi tutaongea na Tanesco. Anapolipa malipo ya Tanwat, ajue kwamba tuna vijana wetu ambao pia ni surprise wa nguzo za Tanwat. Kwa hiyo vitu ambavyo tutavifanya tuta, tuta kwenye vitendo na vijana wa Njombe, na sisi tuna faida moja ambayo lazima muifahamu. Njombe inabeba sehemu kubwa ya sekta binafsi ya Tanzania. Tuna watu wa Njombe wana viwanda China. Tuna watu wa Njombe ni wafanyabiashara wakubwa na viwanda vya mk viwanda Mkuranga, Dar es Salaam. Wanapotaka kuaccess taarifa za nyumbani kwao, Wawe na access. Wawe na access na tuna watu wa Njombe, tuna watu wako Marekani wanafanya hapa wanafanyaanamiradi akina Costive anawekeza hapa zaidi ya mi, eka mia sita kwenye, kwenye kwenye kwenye parachichi akina Afrika Partners wako Uingereza, wako Nairobi awa afodemia wako kila mahara. Tuna masoko mengi sana sisi Njombe ambayo yanachukua parachichi za Njombe. Lakini lazima mjue kwamba asali ya Njombe kwenye web market ni competitive. Na Swahili Honey ni moja ya mashuhuda wanaofahamu kwamba asali anayochukua Njombe Swahili Honey ni competitive kwenye web market. Tuna asali imetoka Njombe imeenda kwenye Walmart supermarket Marekani. Sasa hao watu wote ambao wanafanya miradi na mkoa wa Njombe kwenye miradi ya kilimo kama parachichi, chai tulionao sisi hapa, ngano, miradi hii ya miti timba tulizonazo hapa ni vizuri wa access website ya Njombe Youth uh, Development Program. Kwa sisi tunaamini kwamba tutakapo launch tunaamini visitors watakuwa ni dunia nzima. Kwa sababu Njombe ina miradi mikubwa inayobeba attention ya dunia. Mchuchuma na Liganga. Ni moja iko ni mkoa wetu. Uh, shamba la mifugo la Kituru. Watanzania wengi hawajui kwamba uh, Kituru ndo mwalimu aliyededicate kuzalisha mitamba kwa ajili ya ng'ombe wa maziwa ndo mara ambapo unaweza kupata ngomba kakupa lita 40 lakini uh, iconi kama ya hifadhi ya taifa kitu ya Kitulo ni hifadhi ambayo ni maarufu kwa ajili ya maua na ndege, ina upeke kwenye kwa, kwa Tanzania. Sasa hivyo vitu vyote kwa sehemu ya website, lakini vitu vyote vita complement opportunity ambazo zitatokana na hivyo vitu vilivyopo kwa vijana. Kwa website yetu itakuwa visited na vijana watakuwa na access, na tunataka Njombe iwe kwenye kila kiganja cha mwananjombe kokota aliko duniani. Kwa hiyo timu hii siku kumi wakimaliza tunakuja kulonchi na tumesema tuta, tunaifanya ni semi auto ni semi ni semi government itakuwa na corporate flavor itakuwa na na userikali, lakini itabeba sifa zote ambazo wizara yaosika na tehama uh, watu wetu wa TCRA na sheria zote za nchi itabeba hiyo vitu vyote lakini itakuwa ni moja ya website competitive na yenye msaada mkubwa kwa vijana kama mara ambapo wata access taarifa zao zote. Kwa hiyo mikopo yote, grants zote, fursa zote kwenye Mkoa wa Njombe pamoja na namna nyingine yote ya kuzitangaza utapatikana pale. Kuna vijana hapo wanajua kwamba uh, Tarua umetangaza kazi. Kuna kazi ya milioni 20 30. Na Tarua anatafuta vijana loko kwa maana wanaweza kufanya. Tano ndio anatafuta vijana kwa ajili ya kufyeka barabarani, kutengeneza vitu vidogo vidogo unet dogo ni connection. kumbe hawapatikana. E, ya ya, kuna watu wanataka tu watu wa kutengeneza makaravati hawapatikani kuna watu wanakuja hapa, anatafuta hata kampuni kubwa, anataka tu kampuni ndogo i supply kokoto kwaje kujenga tu ofisi ndogo ya, ya mtu anayetaka kuanzisha hapa kiwanda cha, cha, cha, cha, cha ku, cha kununua maparachichi kupeleka nje, anataka tu kama mimi na nyumba hapa naijenga, anatafuta tu mtu wa kunisupply kokoto. Anaenda wapi? Inabidi aende kwa mtu mtaani ndo amwambie pana fulani pana na roli. Lakini kumbe hao watu wenye maroli hapa matipa, anaweza kaweka kazi yake pale. Sisi ni tipa, tunakolisha tipa ya kokoto na trip ni shilingi laki tatu na elfu arobaini. Na mtu anajua. Pale kuna watu wanaobeba. Hizi kazi ndogo ndogo tu ambazo zinafanyika. Kwao tutatoa fursa kubwa na tunaamini kwamba itaongeza itaongeza kitu kwenye kuyafikia makundi yetu ya vijana. Na baada ya hapo kinachofuata sasa ni kufanya Njombe Youth Forum. Vijana wote nani ideological. Hakuna habari ya hakuna mtazamo wa kisiasa. Vijana wote wanakuja, ili tujadili uchumi wa mkoa wetu, tujadili fursa, tujadili uchumi wa nchi yetu na fursa zinazopatikana kwenye nchi yetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi tunakifanya na <coughs> tunajitahidi kutafuta watu ambao ni brain waweze kusaidia, na wanasaidiana na afisa wetu, na tutawabrush maafisa vijana wote wa mkoa wa Njombe ili sasa waweze kuwa mode, kwa sababu sasa Mheshimiwa rais amezungumza kuhusu vijana. Ni fursa nzuri kwa maafisa vijana wa serikali kukama sasa na maandiko ya miradi na kuona kwamba hii ni fursa kubwa ambayo unaweza ukaitumia sasa kufanya vitu vingi kwa ajili ya vijana. Vijana wamechoka makongamano, wamechoka semina, wanataka kuona fursa. Fursa ipo. Njombe hapa nyenyewe mnajua. Ah, uh, ukiongea na halmashauri asilimia tisini na tisa ya mikopo ambayo halmashauri imekopesha vijana imerudishwa. Ono thubutu upo, lakini nenda kwenye mabenki. Huu ni mkoa ambao default rate ni in ndogo sana. Yaani kwamba watu wanyomba kuchukua kumi mkopo, watu tisa wanarudisha. Yule mtu mmoja mbona amepata changamoto na anaomba excuse kwenye benki kwamba niko tayari kulipa. Hatuna experience ya mtu anajua kuchukua mkopo akakimbia. Kwa hiyo sisi, ile advantage ya uaminifu, hakuna mtu ambaye atatuamini. Makampuni ya simu kwenye songesha, Vodacom wanasaidia kwenye kilimo, Tigo amekuja kwenye kilimo, wote hapa tunapata fursa kwamba vijana wetu wanaweza wakafanya vizuri. Watuamini. Maeneo hapa sasa huku Rudewa. Tuna Wachina kule wanakuja kwa ajili ya maandalizi ya mradi wa Maganga Matitu. Wanakuja kule tuna Wachina wanataka kujenga kile kiwanda cha Rudewa Cement. Tunapoenda kwenye fursa zile, tunataka vijana wanaotokea Rudewa wajue kama tuna opportunity. Tuna chuo cha VETA cha Shauri Moja cha mkoa ambao tuambia vijana someni fani. Na fani za kile chuo ni fani ambazo zinatokana na bidhaa ambazo zinazalishwa kwenye mkoa wetu. Kwa vijana wetu wote wanajua. Na ile website na maafisa vijana tutawapa nafasi ya kwenda kwenye mashule wanaenda kuongea na watoto walioko darasa la 7 kwa sababu ukisikia darasa la 7 wamefaulu asilimia 80, maana asilimia 20 wameenda nyumbani. Kwa hiyo kuna ambaye mwakani tumemaliza darasa la 7 mwaka huu 2025 kuna ambaye 26 ni mke wa mtu, kuna ambaye 26 ni mume wa mtu. Huyu mtu unamsaidiaje? Tumemaliza form 4 ameweza mwaka huu ukisikia ufaulu kati ya division 1 mpaka division 4 ni asilimia 60, maana asilimia 40 una watu hapa ambao hawezi kuendelea na chuo. Kuna watu ambao huwapati kwenye kila aina ya matangazo tutakaotengeneza. Juzi ofisi ya waziri mkuu imetoa imetupa nafasi ya kurasimisha ujuzi. Tunataka ile matangazo sasa yaje kwenye website. Kwa sisi website ya mkoa ambao ni website ya vijana tutaipa nguvu zote ili vijana wetu waweze kuona ni mahala ambapo wao wana access. Kama ambavyo leo vijana wa Tanzania wana access kwa haraka sana website ya secretariat ya ajira kwa sababu ni mahala ambapo utakutana matangazo mengi yanayohusu ajira zote, atangazwa na sekretarieti ya ajira. Sasa hata sisi hapa tunataka tukasema hizo vitu kama Vodacom, Airtel, Tigo wana fursa ya kusema tunatafuta vijana pengine wa kufanya recruitment ya kitu fulani kwa mkoa wa Njombe, tuambie website yetu ipo